Bei ya bajaji mpya inategemeana na aina ya bajaji unayoihitaji. Mfano, kuna bajaji za kisasa kama TVS King Deluxe Plus iTouch Start ya 2024. Sifa yake, ina teknolojia ya iTouch ya start kwa urahisi wa kuwasha engine bei yake haiwezi kufanana na bajaji ya zamani kama TVS King ya 2013 hivyo basi, kwa makadirio ya haraka haraka, bei ya bajaji mpya inakuwa inachezea milioni saba hadi milioni kumi au zaidi. Hivyo basi, bei inaweza kubadilika kulingana na vitu kama eneo uliopo. Pamoja na aina ya bajaji unayohitaji. Share video hii, usisahau kusubscribe.